kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa wepesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Na hivi shahidi wa Kristo anapaswa kuweka kando dhambi. Kwa mfano mojawapo, hatuwezi kuwa mashahidi wa Kristo huku tunafanana na wale wanaompinga Kristo kimaadili. Kwa mfano, ushahidi wetu kama vijana lazima uonekane katika maisha, si kwa maneno tu, lakini kwa matendo, si kwa maneno tu, lakini pia kwa matendo. Na ukisoma Injili ya Mathayo tairudia tena sehemu nyingine anasema watawatambua kwa matendo yao, matunda yao. Na hivi sisi tunaoalikwa kuwa mashahidi wa Kristo, watu watatutambua kwa matunda yetu. Na hivi sifa za shahidi wa Kristo zinapaswa kuwa zifuatazo, kwa baadhi Lazima anaalikwa shahidi wa Kristo kuwa mwaminifu hata kufa, shahidi wa Kristo, kwa sababu tunamshuhudia Kristo katika fumbo la msalaba, mateso, kifo na ufufuko. Na hivi sisi kama vijana tunapaswa katika kumshuhudia Kristo kuwa waaminifu katika hilo fumbo la msalaba mpaka kufa. Tunaalikwa katika semina hizi za kongamano tujiulize, je, tumekuwa kweli waaminifu kwa Kristo? Tumelishuhudia kweli kiaminifu fumbo hilo la msalaba, yaani mateso, kifo na ufufuko wake Kristo? Shahidi wa Kristo anapaswa kubeba chapa za Yesu mwenyewe maishani mwake. Sisi vijana, ngoja tuangalie kama nitaliona haraka hii somo. Anasema waraka, waraka wa Paulo kwa Galatia, sura ya sita aya ya kumi na saba. Wakati anamalizia kuandika waraka huo Paulo, alisema kifuatacho: basi sasa mtu yeyote asinisumbue tena, maana alama nilizo nazo mwilini mwangu ni zile za Yesu. Alama nilizo nazo mwilini mwangu ni zile za Yesu kwamba Anapa, anabeba chapa za Yesu maishani mwake. Sisi hapa tuki tumetoka kwenye jamii mbalimbali, jumuiya mbalimbali, mazingira hata mbalimbali. Inawezekana wengine wana chapa nyingi ambazo si za Yesu. Kuna kipindi humu nimeona kwenye ratiba mwalimu mmoja ataongelea juu ya imani za kishirikina kwa mfano. Je, yeah. Hiyo nayo ni chapa ya Yesu eti? Hey, vijana, hiyo nayo ni chapa ya Yesu, lakini wangapi kati yetu tumepigwa hizo chapa hapa? Hmm. Na inawezekana kabisa hata wakati tunatoka huko, inaweza bwana, unasafiri kutoka huko kwenda huko mbali, utakutana na vijana wenzako huko, ni watundu watundu, njoo ni kutemee mate hapa, wapo yeye yeah. Wanakwenda kumshuhudia Yesu lakini wakati huo wanapigwa chapa zingine. Wangapi kati yetu hapa tukiwa wagonjwa, badala ya kwenda hospitali tunaenda kwanza kupiga ba, kupiga bao, tuchungulie nani huyu. Na siku hizi watu wana wanakosa ajira kwa miaka mingi, wanafikiri kuna mkono wa mtu, anaenda kuulizia ulizia, hali nifungia bati ya kuajiriwa nani. Kumbe shahidi wa Yesu anapaswa kupigwa chapa za Yesu maishani. Mwake anasema Paulo katika sura ya sita ya Galatia haya ya kumi na saba. Vijana wapendwa, katika dunia hii ambapo kila mmoja yuko huru kuamini na kuabudu chochote kile, tumekumbwa pia sisi katika umri wetu kupigwa chapa zisizo zile za Yesu. Unasikia siku hizi watu wanatafuta hela kukutumia free manson kwako vijana, tena wakatoliki wazuri tu wanaamini hilo, wanaacha kuchapa kazi, wanataka wera za bezo, mwisho wake wanapigwa chapa zisizo za Yesu. Tumekuja katika kongamano hili kujifunza upya na hizo chapa ambazo si za Yesu ziweze kufutika kwetu taratibu katika maisha. shahidi wa yesu anaonyesha vipawa na karama za roho mtakatifu kwa faida ya wengine na ya kwake pia zile karama ambazo mtakatifu paulo anazitaja katika waraka wa kwanza kwa wakorinto ile sura ya kumi na mbili aya ya nne hadi ya kumi na moja karama za roho mtakatifu katika umri huu ndio umri ambao karama zinapaswa kuonekana tena kuonekana hasa kwamba kijana huyu ana karama fulani. Lakini shida ya Paulo ilikuwa na mpaka leo hii, hizo karama tunazitumiaje? Tuna karama za uongozi, tuna karama zingine za uponyaji, kuna karama za uimbaji hapa, kuna karama mbalimbali, lakini shahidi wa Yesu anapaswa kutumia karama hizo si kwa faida yake tu kwanza, lakini kwa faida ya wengine nasa, na kuleta umoja anaosema Paulo, kuleta utengamano katika jamii, kujenga mwili wake Kristo. Shahidi wa Yesu lazima ahakikishe kwamba kwa kutumia karama zake mwili wa Kristo unajengwa, mwili wa Kristo unaimarishwa, mwili wa Kristo unasimama imara, yaani kanisa linasimama imara. Je, si katika huko tunakotoka majimboni kwetu katika jamii zetu ushahidi wetu kwa Kristo umesimama wapi? Wako vijana wanatumia karama zao vibaya kuubomoa mwili wa Kristo, kuusambaratisha mwili wa Kristo, halafu wanajiita na wao ni mimi shahidi wa Yesu. Shahidi wa Yesu ana hana budi kuhakikisha kwamba mwili wa Kristo yaani kanisa linasimama imara halitetereki. Mimi nahudumia idara ya katekesi huko Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Moja ya vilio vikubwa kabisa vya watu, wadau wa katekesi taifa ni juu ya wimbi la vijana samani, aliye na maiki naomba ailete, kwa sababu hili zoezi linaenda moja kwa moja asante. Nashukuru. nilikuwa naongea juu ya moja ya kilio kikubwa kabisa cha idara ya katekesi na hasa dhidi ya vijana. Inawezekana sio ninyi, lakini vijana wenzenu ambao bado wako masekondari humo na shule za vyuo mbalimbali ni kuona aibu kuhudhuria vipindi vya katekesi mashuleni. Kwa mfano, sisi tunapoenda kufundisha katekesi shuleni tunakutana na watu wa madhehebu mengine tofauti ya kwetu sisi. Na madhehebu mengine ni kwamba kwanza sisi ni uoga sana kujitambulisha kwamba ni Wakatoliki. Tukikutana na watu wengine, mtu wa mwisho kabisa kujitambulisha kuni, kama yeye ni mkristo Mkatoliki, atakuwa huyu mkristo Mkatoliki. Wenzetu wanajivunia sana kwenda kwenye madarasa yao. Sisi tunakimbia vipindi vyo vikuu. We nenda tu, naenda sekondari, naenda hata kwenye shule za msingi, tunaukimbia ushahidi. Tukikutana na vijana wenzetu, ni rahisi sana kumvuta mkatoliki kule kuliko kumvuta mtu mwingine huku. Tunamwonea aibu Kristo. Ndio maana tutumie hizo karama, tutumie hivyo vipaji kuhakikisha kwamba sisi tunaujenga na kuimarisha mwili wake Kristo yaani kanisa. Shahidi wake Kristo anaonyesha matunda ya Roho Mtakatifu maishani mwake waraka waraka wa Paulo kwa Wagalatia sura ile ya tano, juu ya matunda ya Roho Mtakatifu maishani mwetu.